Giza kuna utupu kuna ukiwa wake katika nchi. Roho wa Mungu aferihi akatulia. Kwa hiyo, kule kutulia ni namna ambavyo Mungu alikuwa analeta suluhisho la machafuko. Kwa hiyo, kulikuwa kuna machafuko. Roho Mungu analetaje amani, au analetaje kutulia? ana ndio ile loo, akatulia. Roho wa Mungu akatulia kwa kule kutulia sio kukaa ambako haufanyi chochote ni, ni ni kutulia kwa namna ya kuleta amani, ni kwa namna ya kuondoa machafuko. Alafu anaondoaje hayo machafuko? mstari wa tatu, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu afanye nini? Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema alafu akafanya nini? Akatenga nuru na giza. Sasa Mungu, nilikuwa ninakujengea msingi kwamba Mungu ni roho inayoongea, ni roho inayosema, tuko pamoja. Mungu ni roho inayosema, kwa hiyo sisi tunao uwezo wa kusema. mm-hmm. Unajua, kwa wazazi wanaelewa, mtoto anapokuwa amefikia <coughs> umri fulani au anapokuwa amefikisha miezi kadhaa, na wakawa wanaona kwamba mtoto haongei, wanaanza kupata shida, mbona amechukua muda mrefu haongei? Kwa sababu gani? Tunategemea kwamba mtu awe ni roho inayoongea, na ile kwamba mtu ni roho inayoongea ni uthibitisho kwamba Mungu ni roho inayoongea. Haleluya! Kwa hiyo ile kwamba wewe una, unaongea ni kuhalisia kwamba Mungu mwenyewe aliyekufanya ni Mungu anayesema, na kwa kuwa ni Mungu anayesema ametupa roho wake ndani yetu. Ametupa je roho wake? ametupa, ametupa kwa njia ya imani. Kwe, kwa hiyo katika kuamini kile ambacho Mungu amekitoa, Mungu anatoa nini? Anatoa roho na roho anapokelewaje? Anapokelewa kwa njia ya imani. Tunaenda pamoja anapokelewa kwa njia ya imani. Kwa hiyo kila aliyepokea roho wa Mungu, Maandiko anatuambia kwamba unapokeaje roho wa Mungu? waraka wa, wa, wa, wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa kwanza anasema yeye aaminie ya kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Right? Okay, mtoto anapokeaje ana au anakuwaje binadamu amezaliwa Right? yule, na, damu, tegeme, kada, anazali, anazali, anazali. Kwa yule ambaye amezaliwa na binadamu unategemea baada ya miezi kadhaa aanze kuonyesha dalili za kuzungumza, aanze kuimitate, anaanza anaanza kwa kuiga kile ambacho anakisikia, right. Anaanza kuzungumza, anazungumza nini? Kile ambacho anakisikia. At, wakati mwingine atakuwa anaiga kile ambacho amefanya nini, amekisikia. Kwa sababu gani? Ni roho inayezungumza. Tuko pamoja. Sasa kwa sababu nimekwambia Mungu ni roho inayosema. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13 anasema nasi kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani kama ilivyoandikwa naliamini hivyo na linena. Kwa hiyo Mungu, tunaone tunaone tuna ushahidi mwingi kutoka kwenye maandiko kwamba Mungu ni roho inayosema. Okay. Ukisoma Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 3 anazungumza. Ah, uh, okay, Waebrania sura ya 11 Waebrania sura ile ya 11 Waebrania sura 11 angalia ule mstari wa pili na watatu. uh, mstari wa pili anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa nini? Kwa imani. Ambapo anasema imani ni nini? Mstari wa uh, 11 hii anazungumzia imani ya mababa, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa. Kwa imani anazungumza kitu, ikiwe inatarajia kitu kingine, anasema ni uhakika wa mambo yatarajiwao, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Eh, ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa pili, maana kwa hiyo, maana yake, kwa imani, kwa imani hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Neno hili walishuhudiwa, uh, uh, ni kama wazee walikuwa wanashuhudiwa, lakini kiuhalisia ni kwamba wazee walikuwa wakishuhudiza kwamba imani eh, kwamba imani ni bayana ni hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwe wa walikuwa. Okay. kwa kwe wazee ndio wa walikuwa wanashuhudia wanashuhudia, nitakuonyesha kwamba ugio kwamba ni wazee wanashuhudia wanashuhudia. Angalia msafa watatu, anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa ha ha kwa vitu vilivyo sasa, kama mstari wa pili inazungumza kwa habari ya wazee walishuhudiwa. Nani ambaye alimshuhudia mzee aliyoko mstari wa tatu? Mara mara nyingi atumuone wewe kama ni mzee? <laughs> mwandishi wa Ibrania ameandika kimantiki kabisa, akikuonyesha kwamba mzee wa kwanza ambaye alishuhudia hayo mambo ni Mungu mwenyewe, na ushuhuda wa Mungu taratibu ushuhuda wa Mungu. Mungu anashuhudia nini? Ukisoma waraka ule wa wa Paulo kwa Warumi, anazungumza kwamba Mungu alikuwa akisema habari za mwanaye. Kwa hiyo ndio habari ambazo Mungu alikuwa anashuhudia. Kwa hiyo ukiona Mungu amefanya mbingu na nchi, alikuwa anazungumza kwa habari za mwanaye, ambaye ikiwaisia, alikuwa anazungumza habari za ufufuo Tunaenda tuna, tuna, pamoja anazungumza, na anazunumz unazungumza habari za kuvuma, lakini unazungumza habari za kuwapa watu uzima wa milele. Tuko pamoja. Kwa hiyo Mungu alikuwa na mpango wake wa kufanya nini, wa kuwapa watu uzima wa milele. Uzima wa milele unapokelewaje? Kwa njia ya imani. Tunaenda pamoja, unapokelewa kwa njia ya imani. Sasa katika ule uzima wa milele ambao watu wanazungumza, mtu yoyote ambaye ana uzima ndani yake uzima ule unamhitaji yule mtu kusema, kwa sababu huyu mtu ni mzima. Unategemea au unatarajia nini? Azungumze vyema. Mara nyingi watu wanashuhudiaje? Ni mfano ambao sio mzuri, wanakuwa wanashuhudiaje? Wow, kwa mfano kabla mtu hajakata a, a, a, a, roho, kabla mtu ajafa anasema alikuwa anaongea vizuri. Kwa nini kuongea vizuri iwe sababu? Sababu kuongea vizuri ni uthibitisho kwamba mtu anao uzima. Jana, yani alikuwa anaongea vizuri kabisa, alikuwa amechangamka kabisa, kumbe ndo alikuwa anatoaga ndo maneno <laughs> anatoagano <laughs> kama. Lakini ikuwa anataka kukuonyesha kwamba, kwamba huo ah, ah, hicho ambacho alikuwa hiyo, kuzungumza ni ushuhuda kwamba mtu anao uzima ndani yake. Ana uzima ndani yake. Kwa hiyo kwa sababu Mungu alikuwa anakusudia mtu awe na uzima wa milele na huo uzima wa milele unapokeaje? Kwa njia ya imani mtu anapokea uzima wa milele maanake, huyu mtu ambaye amepokea uzima wa milele anatakiwa kufanya nini? Anatakiwa kuzungumza, right. Kwa hiyo unaona, Mungu alishuhudia tangu mwanzo. Neno kushuhudia pale maana yake alikuwa akizungumza, akizungumza, alikuwa akisema. Kwa hiyo mtu wa kwanza, okay

niwe yeah? mvumilivu. Kwa hiyo mzee wa kwanza ambaye alishuhudia hayo ni Mungu. Mungu alishuhudia na neno kushuhudia pale inazungumzia kusema, Maandiko yanatuambia kwamba na uh, katika uh, Ufunuo sura 19, 20, ya 19 mstari wa 10 ile sehemu ya ya si, mwisho sehemu ya C anasema, na ushuhuda wa Kristo ndio roho ya unabii. Kwa hiyo manabii wote ambao walikuwa wamenena na manabii walilenaje? Uh, Petro anasema kwamba hakuna unabii ufasiri wako mahali popote kama apendavyo mtu lakini manabii tunajua kwamba manabii walifanya nini? Walivuviwa eh? Walisukumwa na Mungu, walivuviwa, walipewa ushawishi na Mungu wa kuyaandika yale ambayo aliandika. Kwa hiyo unabii unatakiwa kufasiriwa kama Mungu alivyokuwa anasema. Kwa hiyo Mungu mwenyewe akashuhudia. Kwa hiyo na vile manabii walivyokuwa wanafanya, walikuwa wanashuhudia kile ambacho Mungu amekifanya. tuko pamoja. Tuko pamoja au kile ambacho Mungu amewaonyesha, jinsi itakavyokuwa kwa hiyo Mungu alikuwa anawapa uhakika watu ili waweze kutarajia mambo na alikuwa, hayo mambo ambayo anatarajia alikuwa ni mambo yasiyoonekana. Tunaenda pamoja, ni mambo yasiyoonekana uh, kwa hiyo unaona kwamba Mungu alikuwa anawafanya uhakika. Uhakika alikuwa anatoa kupitia mambo yanayoonekana, kwa hiyo anawapa mambo yanayoonekana kama uhakika wa kile ambacho kitatokea. Kwa hiyo anawapa uhakika, lakini uhakika wa kitu ambacho wanatakiwa kutarajia. Mfano, tuanzie mwanzo kabisa, Mungu alipokuwa anamuumba mwanamke na mwanamume, akatengeneza taasisi ambayo watu wanasema ni taasisi ya ndoa, right? Ukiwa ukitazama ile ndoa ulikuwa unaona hakika ya nini? Ya mambo yatarajiwayo. Jambo gani ambalo lilikuwa linatarajiwa? Kuna ndoa ambayo Mungu anakusudia kuwa nayo, amekupa uhakika, lakini ule uhakika unakupa taraja. Taraja gani? Kuna ndoa ambayo ninaitarajia, ambayo hiyo ndoa itakuwa ni kati ya mwanamume na mwanamke, kwa lugha nyingine ni kati ya Kristo na kanisa. Paulo anazungumza hiyo katika Wakorintho wa kwanza sura, ah, katika Waefeso sura ya tano kwanza ule msara kwa a 31, anazungumza kwa habari ya mwanamke imeandikwa kwamba mwanamke atamwacha baba, mwanamume atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkio nao watakuwa mwili mmoja. Alikuwa anazungumza nini? Anazungumza kwamba aliyeungwa na Mungu ni roho moja pamoja naye. Kwa hiyo ukichukua ndoa ya mwanamume na mwanamke ni uhakika wa mambo yatarajiwa. Mambo gani? ushirika kati ya mwamini na Kristo au kati ya Kristo na kanisa, ndio ndoa ambayo ilikuwa inazungumzwa. Hakika ile ambayo ilitolewa ni nini? Ndoa. Mambo yasiyoonekana ni nini? ushirika wa Kristo na kanisa. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ah. Kwa hiyo katika ufufuo wa Yesu Kristo katika ufufu wa Yesu Kristo, kile ambacho tunapokea au mtu anapokuwa anaamini katika ufufu wa Yesu Kristo anakuwa amefanya nini? Amepokea roho wa Mungu. Kupokea roho wa Mungu inaitwa kuzaliwa na Mungu. tuko pamoja? Kupokea roho wa Mungu inaitwa kuzaliwa na Mungu, inaitwa kuungwa na Mungu, inaitwa kuwa roho moja na Mungu. tuko pamoja? na kwa kuwa ni roho moja na Mungu Roho wa Mungu aliyeko ndani yako unategemea anataka nini au anadai nini? Anadai kunena. Glory to God. Glory to God. Sasa jana tulianzia katika kile kitabu cha Isaya. Katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 28 na mstari ule wa 11. Tuanzie ule mstari wa 11. Isaya sura 28 na... msara wa 11 anasema, la bali kwa midomo ya watu wageni eh? Bali kwa midomo ya watu wageni na lugha nyingine atasema na watu hawa. Kwa hiyo Mungu anasema, anasemaje? Anasema na watu hawa kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine. Kwa hiyo Mungu anatumia midomo ya watu wageni na lugha nyingine kusema na watu hao. Neno kusema pale